Madhara ya nne, twende kwa haraka haraka, tumalize madhara ya nne. Ni yale ambayo vitu tunavyovisoma ni tofauti na maisha yetu. Hii inataka kufanana na competition na kukosa ubunifu, lakini nataka kuongea tofauti kidogo kwamba vitu tunavyovisoma ni tofauti na maisha yetu. Ninamaanisha nini? Unaposoma vitu vya watu wengine unaanza kujifunza asili ya hao watu kiasi kwamba unaanza kujiondoa kwenye asili yako. Ndio maana tumewajua watu wengine sana kuliko tunavyojijua. Ndio maana Afrika kuna vita na kuna ubishi mwingi, watu wanabishana, tunabishana kwa sababu tumewasoma watu wengine kuliko sisi wenyewe. Unapofanya ubishi na mtu unafanya naye ubishi kwa sababu wewe haujijui, unamjua yeye. Sasa anapotaka kukwambia alivyo, unabisha, unamwambia sio hivyo ninavyokufahamu, wewe uko hivi, uko hivi. kwa hivyo tulit tunapokuwa sisi wawili mimi na Baleke, unajipata kwamba mimi namfahamu Baleke kuliko mnavyo ninavyojifahamu, Baleke ananifahamu kuliko anavyojifahamu yeye. Mwisho wa siku tunaanza kubishana kwa sababu mimi nitaanza kumwangalia sana yeye bila kujiangalia mimi, na yeye pia ananiangalia mimi bila kujiangalia hapo. Mwanzo wa ubishi, nini kimeleta ubishi? Ni elimu. Elimu tunayoisoma ni elimu inayofundisha watu tofauti na sisi, ni elimu inayofundisha mtu mwengine, haikufundishi wewe. Kwa hivyo, hatujisomi sisi, tunasoma watu wengine tunasoma fulani aligundua hivi, fulani aligundua hivi, lakini hakuna mahali tunasoma kwamba babu yako au babu yangu alifanya hiki, kiasi kwamba tunaanza kuamini kwamba mababu zetu hawakufanya chochote. Tunaanza kuamini, tunaaminishwa kwamba mababu zetu walikuwa tu wanaamka na kulala hivyo tu, walikuwa wanavaa uchi huyu. Niambie, ulimwengu huu una miaka maelfu maelfu ya miaka huko nyuma, kama ni nguo zilivaliwa sana nguo, si hizi za hapa jana ambapo ukoloni umeanza. Wakoloni walipokuwa wanakuta mababu zetu wanacheza e, e, michezo ya kiasili wakitoa nguo au wakivaa nguo tu za kuachiaachia za majani, wanawashika picha alafu wanasema hivi ndivyo walivyokuwa Waafrika. Hebu, ebu niambie ni vizuri katika hiyo hiyo hali ya hewa iliyo afridi kuniambie miaka maelfu huko nyuma mababu zetu waliishi bila nguo na wakanusurika. Hizo ni historia potovu zinazotufanya sisi tuanze kuamini vitu vya nje, na sisi tunakuja kuambiwa kwamba Diego Cao kutoka upande sijui wa nchi gani ndio amekuja kugundua chanzo cha mto Kongo wakati, sehemu ya mto Kongo pale chanzo chake, kuna watu wanaoitwa Wagenya walikuwa wanaroa samaki pale miaka maelfu huko nyuma, wanaishi pale lakini huyu Kupendo ambaye ametembea tembea kwenye safari zake za mauaji amejiandika pale kwamba yeye ndiye amegundua chanzo cha mto Kongo, na wanamweka kwenye mitaala. Kwa hivyo tunasoma vitu vilivyo nje na sisi, kiasi kwamba vinatufanya tu tuanze kuvienzi vya nje kuviacha kuenzi vitu tulivyo navyo hapa ndani. Kwa hivyo ndio hivyo mpendwa mtazamaji, kwamba tunaishi madhara ya nne ni hayo, tunasoma vitu vya nje na sisi. Nilipokuwa nasoma na unit ya psychology, wanatuambia mtu kama ana shida ya mawazo unaweza kumsaidia hivi, mtu kama amefiwa unaweza kumsaidia hivi, mtu kama ana msongo wa mawazo na mambo kadhaa yanayotokea kwenye maisha yake unaweza kumsaidia hivi. Okay, hebu subiri kidogo, unakuta kwamba ninafundishwa jinsi ya kuwasaidia wengine, ila asindishi jinsi ya kujisaidia mimi ndio hiyo sababu ama no, tunavyovisoma vinatofautiana vi na maisha yetu. Ninaambiwa unajua baleke kia kaa na yeye chini e mwambie isoke nini na nini, lakini sasa munaniambia jinsi nitakavyofanya intervention kwa baleki. Sasa kama ni mimi ndio imeirika mimi, nitajifanyia nini <laughs> kwa hivyo hakuna theory around vile nitajifanyia unless mtu mwingine tena ndio aje anifanyie. Ninamaanisha nini? Vitu tunavyovisoma unless... visoma viko tofauti na sisi, viko outside our life, so we explore other people's lives, then we get lost from them, haturudi kwetu. Ndio maana kila watu wote waliokuwa wasomi, wanaohitwa wasomi, they are so judgmental kwa sababu wamesoma vitu vilivyo nje na wao, wamesoma watu wengine situation. Kwa hivyo akiangalia kitu hapa, kuna shida hivi so, muda wote wanakaa kuona shida nje, lakini hawaoni shida zilizo ndani. Ukimwambia sasa, mi naona wewe ni mbishi sana, anakasirika. Kama ana bunduki, atakufyaturia. Ndio maana mauaji ya haraka haraka yanafanyika kwenye za wasomi, kwa sababu hawamesoma watu wa nje hawajisomi. wa hasira aliyo nayo haioni, lakini anaona hasira ya mwenzake. Huo mfumo wa elimu ndio unaochangia talaka kwenye ndoa zetu, ndio unaochangia divorce, kwa sababu tukiwa kwenye ndoa tunaona tatizo la mwenzi tu, auoni tatizo lako wewe. Unapoangalia mwenzako, unaona mm, mmm, anahili ana lile, unaweka list ndefu ya mambo ambayo mwingine anayafanya. Ukiambiwa sasa, hebu na we chora list ya vitu unavyovifanya, hujue hata kimoja <laughs> unajua tu vitu ambavyo mwenzi wako anavifanya. Kama wewe ni mwanamke, unavisoma tu vitu, makosa ya ume. Kama wewe ni mwanaume, unayasoma tu makosa ya mwanamke. Elimu, mfumo wa elimu wa Afrika unasababisha migogoro kwenye familia kwa sababu tumejifunza kuwasoma watu wengine, hatufundishwi kujisoma. Ndio maana tunakaa tukilaumiana kila siku, hii sufuria umeiwekaje hapa? Lakini hatujiulize kama ni mimi ningekuwa nimechoka hivi alivyochoka ningeweka hii sufuria wapi? Wee unalala bila kuoga, sasa we umekuwa mchafu bwana. Lakini huyu mtu amekuwa kwenye faktori amechoka, hata anashindwa kuinamisha mgongo ila sisi tunamuona yeye na tunamlaumu kwa sababu hajaoga, lakini hatujui kama ndani hana uwezo wa kuoga, labda aogeshwe. Sasa kama ni wewe ungechoka kama yeye, je, ungeweza kujiogesha? Kwa hivyo hatuoni vitu kama sisi, tunaona vitu kama wao. Ndiyo maana lawama zinakuwa nyingi kwenye ndoa zetu, mpaka tunafikia hatua za kuachana kwa sababu hakuna mtu anayejirekebisha. Ndio maana siku hizi, ndugu mtazamaji na ndugu mtangazaji, kuna vitu vinavyotokea kwamba ukiona mwanamke amevaa kwenye aina hii, kuna sehemu ameachaacha uchi. Wewe ukimwambia kwamba hizi sehemu zingine umeacha uchi, mnakorogana. Kwa nini mnakorogana? Yeye hajijui, yeye anajua watu wengine, kwa hivyo haoni makosa kwenye kitu chochote kinachohusiana na yeye na wewe unayemwambia, mbona hapa umeacha makosa Mbona umeacha makosa, wewe pia. Kuna vitu tumeacha kwenye mwili wako ambavyo wewe unaviona viko sawa, kwa sababu hujijui, unamjua yule mwingine. Kuna mtu, kuna rafiki yangu hapa, yeye ananyoa ndevu zote <laughs> ni kuchekeshe, mimi naachia ndevu. Sasa tunakaa tukichekana ye, yeye sasa anajicheka. Sasa wewe umezeeka zeeka, umeweka okay, ndevu weka nywele nyingi yeye anatoa nywele yote, anatoa ndevu, na mi namwambia na nauyu nakaa kama msichana, kwa sababu sasa una nywele, ndevu zote umetoa. Akiweka utakuwa tofauti. Kwa hivyo mimi naona makosa kwake, sioni makosa yangu, kwamba sometimes ndevu zinaniweka gizagiza -giza, zinaniweka mzeemzee mi sioni hivyo kwa sababu nimefundishwa kusoma vitu vya patu, yeye pia alivyokwaruza kila kitu mpaka hata huku kumekuwa kugumu, huku kwenye irani yake huku anapo anatoa ndevu karibia kila wiki, sasa amekuwa mgumu sana na miaka yake haijaenda sana. Mimi sasa mi naona ule ugumu wa hiki uh, kwa mashavu yake, lakini sioni kwamba mashavu yangu nayo hayaonekani, amejaa mdevu <laughs> Kwa hivyo hiyo ndio elimu tumesoma, ni elimu ambayo imetufundisha kuwaona watu wengine, kuwasoma watu wengine, tunasoma vitu vilivyo nje na sisi. Kipindi tutaanza kufika hatua ya kusoma vitu vilivyo ndani, ndipo tutaanza kuwa na amani, na ndio hii amani ambayo haipo Kongo. Kongo mzima wana walaumu wa Nyarwanda. Angalia, kama ni nchi ya Rwanda ina watu milioni kumi na mbili. Kinshasa pekee ina watu milioni kumi na tano, lakini kwa sababu hawa wakongo hawajisomi wao, wanasoma vitu vya nje, wanakaa kulaumu Rwanda, na wao ndio wanafungua mipaka kuingiza watu kutoka Rwanda kuingia Kongo. Wale watu wakiwalipa hela wanawafungulia mipaka. Kwani hawa watu wanaruka? Si hawa watu wana, wanavuka na gari pale kwenye mipaka, na wanaruhusiwa na wenye wafanyakazi wa mipakani na kwa sababu yule mfanyakazi wa mpaka hajisomi, yeye anawasoma wengine, anakagua kagua, anaona hawana kitu cha kufisha, anawaacha. Wakati mwingine hakagui, akipewa hela. Wakishaenda, wakifanya madhara huku, anasema unaona, Rwanda inakuja kutuvamia. Sasa imeanzaje kuwavamia? chanzo cha kuwavamia ni nini? Ni kwa sababu hamujijui, ndio maana mnalaumu vitu vilivyo nje ni sawasawa na wewe kunywa sumu alafu kutegemea mwingine afe. Mimi ninywe sumu ni kutegemea e baleke afe, nayo ni kitu, kitu wezekana. Ndio usomi ulio Afrika, tunasoma vitu tofauti na sisi. Ndio maana tunakaa kulaumulaumu, kulaumulaumu, tunataka tufanyiwe, wakati tumefika hatua ya kujifanyia wewe mtoto amefika wakati anaoga mwenyewe, anavaa nguo lakini, huyo mtoto, utashanga mtoto wa miaka kama huyo. Rozi wako mtoto mkubwa wa miaka kumi na mbili mitatu, msichana ambaye atataka wewe, baba yake, huje umvalishe nguo au umpake mafuta. Atakaa mwaka mzima anaoga kwa sababu wewe utasema hapana, Rozi, mimi siwezi kukuogesha wewe, una uwezo wa kujiogesha mwenyewe. Rozi naye anasema hapana, we ndio baba yangu U, nina haki ya kuogeshwa na wewe. Lakini Rozi, wewe ni msichana, katika heshima ya kiasili mimi sistahili si kukusogelea ukiwa uchi. Munakaa kwenye huo ubishi na Rozi, na siku zinaenda, wewe unakataa kabisa. Mimi mtoto niliye mzaa ana miaka zaidi ya kumi na tano anataka niende muogeshe? Haiwezekani yeye pia anasema baba aliyenizaa na akanilea na akanipanguza mavi, sasa anaona nini cha ajabu kuja kuniogesha? Sasa mnakaa kwenye huo ubishi na Rozi, majirani wanashangaa, kwa sababu majirani watakushangaa wewe, watamshangaa na Rozi, na watashindwa wamshaurie nayo, kwa sababu akimwambia Rozi, wewe sasa we, si ni msichana mkubwa, sioge mwenyewe? Rozi anakasirika anasema, aa, majirani wote wanaenda upande wa babangu, wakikwambia wewe sasa, si ujitahidi tu, mtoto anataka kumuogeshe. Unasema haona, haa, watu ni wajinga, anataka mimi niende ede nione uchi wa mtoto wangu. So wewe hautakubali ushauri, naye hatakubali ushauri. Hiyo ndiyo kesi ya Afrika, tuna vita, tulipigwa ukoloni, wakoloni wakaenda lakini tunawaita bado waje waendelee kutu, kutugandamiza, kwamba hatuwezi hiki njoni, hatuwezi hiki njoni, mtufanyie. Lakini nyinyi si mlitufukuza, mnasema mnaweza wenyewe? Kwa nini bado mnatuhitaji? Ndio ubishi kila siku kila siku, wakiitana vikao New York, hakuna suluhu, wakiitana vikao Berlin, hakuna suluhu. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo tungeanza kujifanyia lakini tunahitaji kufanyiwa. Sababu yake elimu tuliyoisoma ni ya kuwasoma watu wa nje, na sisi hatujisomi sisi.